Umejeuka simba wewe, indama tadkhulu baitak, ukiingia nyumbani kila mtu ala shakilatihi, kila mtu hutafuta pakwenda, kila mtu hutafuta ni wapi. Sasa baba huyu ashaingia, hata kwa bahati mbaya alikuwa hana haja, lakini laki akaelekea chooni kwa sababu tu asipatane mukabala baina yako wewe na yeye. Baba hana taim, na akiingia ni mkali watoto hawataki kuwa na yeye karibu. Kwa sababu gani? ya ukali wake umekuwa ni ghuluu, amevuka mipaka kwenye ukali wake. Hawezi kumnasihi mwanawe. Kosa lolote ameshampiga, kosa lolote ashamtukana. Hana time ya kumweka chini angalau, fulani, mwanangu kuna kadha wa kadha. Wewe baba, isiwe ikiwa maamrisho ya Allah yanafuatwa pale nyumbani ni mpaka tu uwepo wako ndio mafundisho yafanyike watu hawaswali hata mpaka uwepo, mabinti zako hawajistiri mpaka uwepo. fa anta abun fashidun, wewe ni baba failure, wewe ni mlezi failure, kwa sababu ili ule mtoto achukue mafunzo sahihi ni pale ambapo kwamba wibiujudika wabiadamika, uwepo usiwepo, yeye utampata taimu ya swala ikifika, anaelekea msikitini kama yuko pamoja na wewe, unamshika pamoja mkono, mnaenda pamoja, anajistiri sawa, ukiwepo, sawa haupo, anayafuata maamrisho ya Allah kwa ukali wako, sawa ukiwepo au haupo. Lakini ikiwa hayafanyi hayo, mpaka mtoto wako akuone, mpaka binti yako akuone, mpaka mke wako akuone, ndio ayafanye hayo, riaan kwa ili kusudi la kuwa wewe umtizame umwangalie ya kuwa na yeye iwafanya bado hajafikia daraja, tutakwa na wewe baba hujafikia mafundisho ambayo kwamba yanastahili kwa, kwa za, watoto kama hao.